Hii nchi inatutosha sisi wote. Mungu anajua ni kwa sababu gani ametuweka katika taifa la Kenya, sisi jamii zote wa taifa letu la Kenya. God knows why. Na mimi, kwa sababu nimepatiwa nafasi ya kuongoza nchi na Mungu ametuweka hapa mimi nataka tuwakubaliane, and I will work hard kuhakikisha kwa ya kwamba serikali ya Kenya inajumuisha Wakenya wote, serikali ya Kenya, I want to tell you, serikali ya Kenya, sio lazima wengine wawe nje, ndio wengine wawe ndani. Hapana, tunaweza kuungana sisi wote na hiyo ndio bidii mimi niko naye. Watu wa Central Kenya wawe ndani ya serikali, watu wa Coast wawe ndani ya serikali, wale wa North Eastern wa Somali na wengine wawe ndani ya serikali, watu ya Bonde la Ufa wawe ndani ya serikali, watu wa Western wawe ndani ya serikali, watu wa Nyanza wawe ndani ya serikali, Eastern wawe ndani ya serikali. Inatutosha sisi wote, inawezekana tuwe zote ndani ya serikali moja, ya taifa moja, kwa sababu ndio mpango ya Mungu na hapo ndio Mungu atatupatia baraka kama taifa.